Anaitwa Abdul Malik Ada, mchezaji wa Mashujaa. Ugumu kwanza, naweza kusema kwamba bara ni kugumu kwa sababu watu wako strong, alafu ligi kidogo ina wadhamini ina wingi. Kwa hiyo tofauti kwanza ni kwamba kuna wadhamini usiriasi fulani ambao upo ushone na, alafu ukiangalia ligi ni ngumu ya yeah, vitu kama hivyo hapo hapo tukizungumzia okay. tukiangalia Tanzania bara wachezaji wengi wanaotoka Zanzibar wanacheza mabeki na viungo washambuliaji wachache wa siri ni nini kwa nini Zanzibar wanatoka mabeki wazuri na, ma... na viungo wazuri kwa sasa hivi strika wapo sababu striker kibao wapo sasa hivi wamekuja wame, wame I'm coming kibao wamekuja me ambao wametokea Zanzibar na wanapambana na wapo ni sio wengi sana, ni wachache kama inavyokuwa kwa viungo na mabeki hasa, labda tume tume risk kupitia kwa kaka zetu ambao waliokuwepo mechi okay. ya Kagera ni, ni mechi ngumu kuliko mechi zote, kwa sababu wao wako sehemu hawako sehemu nzuri wala hawako sehemu mbaya. Kwa hiyo kivyovote vile wanahitaji matokeo na matokeo yenyewe, katika matokeo ambayo wanahitaji ni moja, ni yetu. Kwa hiyo tume tumekaa na mwalimu wetu, tumefanya mazoezi, tumejiandaa vizuri kwenda kupambana nao, halimbali tupate matokeo. kwa Kagera ni mechi itakuwa ngumu mechi kwenye ligi kwenye, kwenye ligi hii bwana, ligi ni ligi ngumu. Kwa hiyo popote kile yani, popote vile ukijiandaa vizuri, popote pale unaweza kupata matokeo. Naamini ni mechi ambazo ngumu KMC wagumu, nani, JKT wagumu. Kwa mimi naamini ni mechi ngumu ambazo zipo yani zimesalia kwa sasa hivi, kwa sababu timu zote ziko katika sehemu salama. Katika mechi ambazo ulizocheza, ni timu gani ambayo ilikuwa kati ngumu sana? Ah, kwa sasa hivi sijaona, naona ndio hivyo hivyo, ziko ziko vile vile, sijaona kama timu, nimekaa, timu ngumu, ha, sija ni imekaa ile nikasema timu ngumu sijaona. Ni mchezaji gani ambazo kwenye hizo timu ambazo sana nikikutana naye niwe makini mimi naona wachezaji wote wako vizuri kwenye ligi kwa sababu kila mtu anafanya mazoezi kwa ajili ya kuwa bora. Kwa hiyo sija, sija sijaweza ku, yani kuona ni yupi ambaye sana atamsumbua, sijaona kwa sababu watu wote wanajiandaa kwa ajili ya kufanya vizuri kwa hiyo naamini wote wako fresh. Mi ni rafiki, rafiki yangu labda niseme rafiki yangu sio mchezaji rafiki yangu mi bui timu yote Abdulaziz Makame popote pale mimi nilipo natamani kuwa niponaye nipo, nipo nacheza naye.